Kwamba wale watu wetu, narudia, hasa wale wa kada za chini, hebu tuwafanye wajisikie kwamba katika Tume ambayo inasimamia utekelezaji kwa Mahakama. Ndugu zangu, on nieleza hayo mafanikio machache, lakini naamini kwamba mengi mnayafahamu, na naomba niwashukuru sana kwa kazi nzuri mnazozifanya. Kama nilivyosema awali, kwa, kwa kweli mafanikio yetu yanatokana na ushirikiano mzuri tunaopata kutoka kwa watumishi lakini ndugu yangu eh, Godo, nishukuru sana uongozi wa tuge taifa, tuge mkoa, tuge watevabelewa na tuge tawa, tunakwenda vizuri so. Tunajisikia vizuri ninapokuwa na sisi, kwa sababu tunaamini kwamba mara zote wanasema kidole kimoja hakivunji chawa, tunaposhirikiana ni jambo la maana. Miaka ile ya zamani unakuta sasa ni malumbano kati ya tuge na watumishi na kadhalika, na hiyo haisaidii mambo matatu kabla sijamaliza, moja ni waombe sana, sana sana, kila mtu awajibike katika nafasi yake. Kama wewe ni mhudumu, ajibike ipasavyo katika nafasi ya mhudumu. Kama wewe ni mkuu wa kitengo, chapa kazi yako, watu wasikunyoshee kidogo, kwamba kwa nini ukawa mkuu wa kitengo. Kama ni naibu katibu, chapa kazi kwa nafasi yako. Kama ni mkurugenzi, chapa kazi yako. Natamani kila mtu afanye to the max sababu nikifanya hivyo to the maximum, basi taasisi itakwenda vizuri sana na ndio, na mimi napata nguvu ya kutetea hata kama ni bajeti na kadhalika. Jambo la pili, naomba sana mshirikiane ninyi kwa nini. Hilo litakuwa ni jambo la maana sana, at any point in time hatuwezi kufanana hata kidogo, madhaifu yako hata Mungu alivyotuumba, wengine warefu, wengine wafupi, wengine wembamba kama mimi, wengine wana vitambi sasa ni utaratibu tu ambao lazima tukubali, tumetofautiana, lakini lazima tuvumiliane na tushikamane kadri inavyowezekana. Lakini la mwisho ni kutunza rasilimali ambazo tumepewa, jengo tumepewa, magari tunanunuliwa. Tume haifanyi biashara ya kutengeneza fedha, bali tume kwa wakati wote inapata fedha kutoka serikalini na sio, ni aibu kusema kwamba serikali inatuthamini ndugu zangu sana. Haifanyi kazi peke yake sana, haifanyi kazi peke yake ya kushughulika na Tume ya utumishi wa Mahakama, ina majukumu mengine mengi sana Inapofika mahali serikali nasema, bilioni 14.3 itatumika ili hawa watumishi wa watumishi ma, wa, tumi wa, wa mahakama wawo na jengo, haimaanishi hawana kazi ya kufanyia fedha hizo, na bila kusahau kwamba tayari bilioni 12.44 zimeshatolewa. Maana yake mkandarasi hatudaiani kwa sababu ile fedha nyingine kwenye DLP, defects liability period. Kwa hiyo naomba tutunze zile asili.